Shiauditon, leo kuna swali nalo ni kwamba who are the enemies of Africa? Wakina nane ni maadui wakubwa wa Afrika yetu, au wakina nane ni maadui wakubwa wa Tanzania yetu? Namshukuru sana kaka yetu Chavala kwa kuibua wazo hili ndani ya halmashauri za bongo zetu na kutufanya tufikirie zaidi na kufungua vitabu vya historia uraia na filosofia ili kusudi kuweza kulifahamu jibu la swali letu, na pia sio kulifahamu tu na kulidadavua na kulielezea zaidi lipate kueleweka na sisi na watu wengine ambao wanaitakia mema Afrika yetu na Tanzania yetu na kuanza kufanya upekuzi ndani ya vitabu vyetu vya historia, uraia na filosofia kulijibu swali letu, na kukaribisha sana wewe mgeni wa Shao Digital. Ili kujiunga na familia ya Shao Digital, basi tunakuomba usubscribe, kutusapoti na kuzidi kupata elimu zaidi kwa maendeleo bora ya taifa letu. Ukianza kwa kuvifungua vitabu vya historia unaenda mpaka nchini Ujerumani mjini Berlin ambapo mwaka 1984 mpaka 85 mataifa ya magharibi au mataifa ya Ulaya walikaa wakagawana bara la Afrika malengo na kwa malengo yao binafsi na nchi yetu Tanganyika ikawekwa chini ya utawala wa Ujerumani ambapo tulitawaliwa kimabavu, yani direct rule ambapo hakuna Mtanganyika yeyote ambaye alihusishwa katika uongozi au katika maamuzi yoyote. Watanganyika wote walikuwa ni watumwa wao mabeberu wa Ujerumani. Ilipofika mwaka 1914 mpaka mwaka 1918, ilikuwa ni vita kuu ya kwanza ya dunia ambayo ilikuwa baina ya makundi makubwa mawili limoja likiwa linaongozwa na Ujerumani ambao lilikwenda kwa jina la Central Powers, na lingine likiwa linaongozwa na Uingereza ambayo lilikwenda kwa jina la Allied Powers. Baada ya vita kumalizika, mkutano ulikaa kutathmini madhara yaliyotokana na vita. Basi nchi ya Ujerumani ilipoteza makoloni yake yote ikiwemo nchi ya Tanganyika pia. Basi nchi zote za Afrika ambazo zilikuwa ni makoloni ya Ujerumani zikawekwa chini ya uangalizi wa shirika la kimataifa ambalo lilijulikana kama League of Nation. Nayo League of Nation ikaziweka nchi zile chini ya uangalizi wa nchi mbalimbali. Tanganyika nayo ikawekwa chini ya uangalizi wa Uingereza ilikusudi Uingereza iwasaidie Tanganyika kufikia uhuru wao. Ndio maana mbinu ya utawala wa Waingereza Tanganyika ilikuwa indirect rule, yaani kwamba Watanganyika nao walihusishwa kwenye utawala, na pia ndio maana Mwingereza akufanya maendeleo yoyote Tanganyika tofauti na yale ambayo yaliachwa na Wajerumani. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia mwaka 1945 na kwa ushawishi mkubwa wa Marekani ambayo ilikuwa imejipatia nguvu kubwa ya kiuchumi duniani kutokana na mikopo ambayo iliwakopesha nchi za Ulaya kwenye vita ya kwanza ya dunia na vita ya pili ya dunia ambayo iliwafanya nchi za Ulaya kufungwa na masharti ya mikopo hiyo. Kwa hiyo decolonization process ikaanza kwa kasi kubwa kuanzia mwaka huu 1945, nchi nyingi za Afrika zilianza kujipatia uhuru wake, japo kulikuwa kuna ugumu fulani lakini kwa ajili ya ushawishi wa Marekani ilikuwa imeenda spidi sana. Mwaka 1961 Tanganyika nayo katika nchi nyingi ilijipatia uhuru wake kutoka kwa Uingereza. Mpaka sasa ni miaka 64 tuko huru, tuna uwezo wa kuchagua na kuacha kitu chochote na influence yoyote kutoka nje, kwa sababu sisi ni taifa huru kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vyetu vinavyokuja. wa kukifungua kitabu chetu cha pili kitabu cha uraia tuone, tunaambiwa nini juu ya swali letu, who are the enemies of Africa? Tukifungua kitabu chetu cha elimu ya uraia tunakutana na swali What are the causes of political instability na in Afrika, nini chanzo cha matatizo au mikwaruzano ya kisiasa ndani ya Afrika? Walimu wetu wa civic education au elimu ya uraia wanatuambia kwamba zimegawanyika katika sehemu mbili: sababu za nje ambazo zinapelekea political instability in Africa, na sababu za ndani ambazo zinapelekea political instability in Africa, au mikwaruzano ya kisiasa ndani ya Afrika. Sina changamoto yoyote na sababu za ndani, kwa sababu tunajua chanzo chake, hivyo tunaweza kuziletea majibu yake, lakini vipi kuhusu sababu za nje ambazo zinatajwa na viongozi wa kisiasa wengi wanapigia chapuo sherehe za uhuru wa Afrika, lakini ikija kwenye upande wa kuna tatizo, viongozi wengi utasikia awa, mataifa ya nje hayapendi amani yetu, mataifa ya nje yanatuonea wivu, mataifa ya nje yamepanda, yameshuka. Lakini ukifikiria for an independent state There is no external factors that influence on how to govern it. Hii ni kwa sababu ya uwezo tulio nao wa kuchagua nini cha kufanya na nini cha kuacha kwa faida ya taifa letu ambayo inaletwa na uhuru ambao tuko nao. Hivyo sababu za nje ambazo zinapelekea political instability ndani ya bara la Afrika hazipo na hazipaswi kutajwa popote, labda tu kama viongozi hao ni vibaraka vya mataifa ya nje, na hiyo inakuwa siyo tena shida ya nje. Ni shida ya ndani, ni shida ya viongozi, ni shida ya mifumo ya kiutawala ya hiyo nchi. Kitabu chetu cha mwisho kukifungua kitabu cha falsafa ambacho kinatuambia ni nani adui wa Afrika, kinatuambia who are the enemies of Africa. Wahenga walituachia msemo, kupotea ni wakati wa kwenda. Mjinga peke yake ndio atapotea, wakati anarudi na anajua anapokwenda, lakini sio hivyo tu. History is the best teacher because it shows us on how how to live now and how to predict our future. Mwana falsafa Jean Paul Sartre anatuambia kwamba binadamu wote tupo huru, tuna uwezo wa kuchagua nini cha kufanya na nini cha kuacha, na uwezo huo wa kuchagua nini cha kufanya na nini cha kuacha unaambatana na wajibu Yaani, matokeo ya uchaguzi wetu tunawajibika nayo. Hakuna mtu au hakuna taifa lingine lolote ambalo litabeba lawama au litabeba wajibu wa yale matokeo ya uchaguzi tuliofanya. Katika kila jamii, raia ndio wanahusika kwenye kufanya uchaguzi wa namna yao ya kuishi kwa uwakilishi wa uongozi ambao wameuchagua, hivyo uchaguzi wa viongozi au machaguo ambayo wanayafanya viongozi ndio machaguo ya raia. Hivyo kila mmoja kwenye jamii anawajibika na matokeo ya machaguzi hayo, anawajibika kubeba yale matokeo mazuri au mabaya, anawajibika kuyabeba kwa sababu ameyachagua. Ndiyo maana nchi nyingi za Afrika raia wanapigia kelele sera na sheria za uchaguzi huwekwa kwa namna ambayo itawafanya wananchi wawe na maamuzi sahihi juu ya viongozi ambao wanaweka madarakani, ili kusudi wahakikishe viongozi wanaowaweka madarakani sio walafi wa madaraka na watetezi wa maslahi binafsi, ila ni watetezi wa maslahi ya umma. ukiwa tunafunga vitabu vyetu vitatu vitabu vya historia vitabu vya uraia na vitabu vya falsafa, tunakuja na jawabu kwamba kumbe adui wa Afrika atoki popote. Adui wa Afrika anatoka Afrika. Adui wa Afrika ni Mwafrika, the enemy of Africa is an African. Ulafi wa madaraka kwa viongozi katika nchi za Afrika viongozi wengi kuzingatia maslahi binafsi na kusahau kuhusu maslahi ya umma. Ujinga wa viongozi wengi wa Afrika kushindwa kufanya machaguzi sahihi kwa ajili ya maslahi ya umma. Hii yote inafanya Afrika kujirudisha kwenye utumwa wa kikoloni yenyewe, kwa sababu ya kujipenda zaidi bila kujali kesho yetu na kesho ya vizazi vyetu kwa kushindwa kusema ukweli na kukumbatia uchawa kuishia kupiga makofi bila kuwajibika enemy of africa is an african enemy of tanzania is a tanzanian mungu ibariki afrika mungu ibariki tanzania